Kazi zetu zinaendelea kama kawaida, amani yetu tumeendelea kuitunza kwa wilaya ya Singida. Makofi kwa wananchi wa wilaya ya Singida <tipa> kwa maana leo tuko hapa, wadau wote wako hapa, tunazindua msimu wetu wa kilimo 25, 26. Katika uzinduzi huu tofauti na uzinduzi mwingine wa miaka mingine yote, mwaka jana tulifanya mrama pale, mwaka huu tunazindua zikiwa zimesalia siku saba tu kufika tarehe 29 kwenda kupiga kura, kwamba kampeni zinaendelea, amani ipo ya, ya nandelea, amani ya kutosha wilaya yetu ya Singida. Maandalizi ya kilimo yanaendelea, amani ipo ya kutosha, biashara zinaendelea, tuko sawasawa sawa. Katika mfumo huo huo tarehe ishirini na tisa, ndugu zangu wanasingida wilaya ya Singida tujitokeze mapema kwenda kupiga kura ili tuchague madiwani wetu, tuchague wabunge na kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na asiwatishe mtu yeyote, ninyi mmeona tulivyo na amani yetu wilaya ya Singida, ndio maana leo kazi zinaendelea kama kawaida. Amka asubuhi, kama we ni mke, mkumbushe mume wako, ondokeni pamoja kwa upendo piga kura maliza rejea nyumbani kama we ni mama ni mtu mzima beba wenzako pale nyumbani walio miaka kumi na nane na kuendelea mwende mkapige kura kama ninyi ni wafanyabiashara vivyo hivyo ondoka mapema nenda wewe mshangazi mchukue mjomba nyumbani wewe dada mchukue kaka nyumbani usiende peke yako nenda na mwenzako kapige kura ukimaliza rejea nyumbani. Sisi si serikali ya wilaya ya Singida, tunawakilishia amani hii ambayo kunukia manukato haya anaendelea siku zote katika wilaya yetu ya Singida. Makofi kwa serikali ya awamu ya sita, na hili ni okay, jambo kubwa na la kipekee kwa. Naomba wanahabari kama mnavyoona wilaya yetu ya Singida tulivyo, tafadhali wafikishizeni salamu hizi wananchi wetu, waamke asubuhi waende kupiga kura, amani iliyopo sasa hivi ni hiyo hiyo. Na manukato haya amani yanaendelea katika wilaya yetu ya Singida.